Wa benki kuu ya Tanzania ambaye atatoa salamu za benki kuu ya Tanzania, na wa mwisho kuzungumza kwa upande wa viongozi atakuwa ni mheshimiwa waziri mkuu. Baada ya hapo, mimi nitatoa salamu za familia. Mheshimiwa John Heche, tafadhali sana, tunakuomba ufike mahali hapa kwa ajili ya salamu hizo.

Familia ya Mzee Mtei, kwanza pokeeni salamu za mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lisu ambaye yuko gerezani kwa sababu wote tunazozijua kwamba ni za uongo. Ameandika ujumbe mrefu, tutauposti na tutakabidhi kwa familia kwao, tuna leta salamu za pole kutoka kwa Mheshimiwa Tundulisu na chama chetu. Sisi tumefiwa, tumefiwa na mwasisi wa chama chetu Njemtei, ambaye amejenga taasisi hii ambayo imekuwa chama kikuu nchini Tanzania, sio chama kikuu cha upinzani, chama kikuu Tanzania. Sisi kwetu tumepoteza mtu wa muhimu sana. Kila mtu aliyekuja kuzungumza hapa, na namshukuru kaka yangu Zito Kabwe amezungumza vizuri sana kuhusu msimamo na baba Askofu wa wa Mzee Mtei. Kwa, kwa wale mnaotuona sisi Chadema na misimamo yetu, ni kwa sababu ya DNA vina saba vya muasisi wa chama chetu DNA yetu sio sio kufitin kwamba jambo lifanyike la hovyo, sisi tutafute njia ya kufitin. Sisi hatuko hapo. Mzee Mtei aliacha uwaziri, mimi nimekuwa mbunge najua waziri wa fedha, kwa sababu ametofautiana na rais. Na sasa hivi baba askofu, ingekuwa hatari kwa sababu angeweza kupotea au lolote lingempata aliacha uwaziri. Nani anaweza kuacha uwaziri leo? Sana sana utakachofanya rais anataka twende hivi eh, utaalamu wangu uniambi tuende hivi lakini ngoja niende hivi, ni fitin pale anapotaka, ili twende mbele kwa huyu. Ni mtu ambaye ametujengea taasisi ambayo eh, ni ya mfano, na sisi tunamkumbuka sana na tutamkumbuka. Nataka kuchukua nafasi hii kuwashukuru wanachama wetu wote waliotoka nchi nzima mikoa yote wako hapa. Mwenyekiti Mbowe, nataka nikuhakikishie kwamba wanachama wetu wamekuja kwa mamia, kwa maelfu, viongozi nchi nzima, pamoja na mateso wanayopitia, kwa sababu nime, nimeona hapa watu wanasema tutofautiane kwa sera. Sasa hivi ukitofautiana kwa hoja ndio unapotea watu wanapotea na hawaonekani, sio mzaha, kwa sababu baba, tumefata kile ulichotufundisha kufata, hatukosei chochote, tunapotezwa kwa sababu tumekuwa wafuasi wa misimamo yako, lakini tunamwomba Mwenyezi Mungu akupokee. Nataka kuwahakikishia Watanzania na Wanachadema nchi nzima, chama chetu hakitayumba hata tone kutoka kwenye msimamo aliyoianzisha mzee huyu, kupigania haki za watu, kupigania uchumi shirikishi na kusema ukweli daima. Mwenyezi Mungu atubariki. Asanteni sana kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza. Mzee wetu, uende kwa amani ya Bwana. Asanteni wa Tanzania, asante sana mheshimiwa makamu mwenyekiti. Mheshimiwa gavana, tafadhali na wakati wako sasa. Mwenyekiti Chadema Bara John Wegesa Heche ametoka kutoa salamu zake na kufikisha kila ambacho alidhamiria kukifikisha. Matangazo. Waheshimiwa, wahasham, mababa askofu mliopo